Karibuni sana, Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia maswali na majibu ya fasihi simulizi. Swali la saba soma utungo ufuatao kisha ujibu maswali. Baba zangu, mama zangu, dada zangu, ndugu zangu, jamii hii yetu imedumu kwa miaka na mikaka kisa na maana: umoja wetu, mshikamano wetu, udugu wetu, muungano wetu. Sote twafahamu fika, bila chembe chochote cha walakini, kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tuendelee kuungana, tudumishe nidhamu, na muhimu zaidi, tudumishe utu. Nani asiyejua utu ni ubinadamu, kwamba kinachotutofautisha na hayawani ni utu, kuwa na moyo wa nyama, moyo wa hisi na si moyo mgumu kama chuma, moyo wa ukatili. Majirani fufaa tufaanini kwa la mfua na la jua kazini, mikono yote iwe mepesi, tuwe radhi kuwamwa jasho tuzalishe mali, tuboreshe maisha, tukijengee kizazi kijacho msingi imara na thabiti wa uchumi. Kila mmoja awajibike, aaminike, atagemeke. Tuibambue sadamba ya ubinafsi, tamaa, chuki, kuwaonea wenzetu kijicho wazazi wa wale wanao kama tunu na tamasha bila hida wala inadi kinyongo wala kugoma, tusijali nafsi zetu mbali za wenzetu, tusiaweke maslahi yetu mbele bali ya wenzetu, udugu ni kufaana na wala si kufanana. A. tambua kipera hiki cha fasihi simulizi. Huu ni ulumbi na kwa sababu gani ni ulumbi? Kuna matumizi ya lugha kwa ufundi wa hali ya juu na kwa njia ya kipekee. Swali la ba, huku ukitoa hoja, nani fafanua umuhimu wa kipera hiki, yaani faida za ulumbi. hutumiwa katika kuwapa watu mafunzo katika jamii. Hutumiwa kuhifadhi mila, utamaduni na amali za jamii na kuzirithisha kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Pia ulumbi hutumiwa katika kuhifadhi historia ya jamii. Hutumiwa kama kigezo cha kuwateua viongozi katika jamii. Na tano, ulumbi hutumiwa kuunganisha watu katika jamii na kuendeleza umoja. Hutumiwa kukuza ujasiri miongoni mwa wanajamii. Huweza kutumiwa kuonya dhidi ya matendo maovu na kuyakashifu. Hutumiwa kukuza maadili katika jamii hutumiwa kama uwezo wa kuwahimiza na kuwahamasisha wanajamii. Cha, bainisha mbinu za kimtindo zilizotumiwa kwenye kifungu hiki. Kwa hivyo unaangalia tamadhali za usemi ambazo ziko kwenye kifungu. Kwanza kuna msemo miaka na mikaka, au kuna tunu na tamasha, hida wala inadi, udugu ni kufaana na si kufaana. Unatoa mfano uwepo mmojawapo. Kuna maswali ya balagha kisa na maana, nani asijua, utu ni ubinadamu. Pia kuna usambamba, umoja wetu, mshikamano wetu, udugu wetu, muungano wetu. Kuna methali umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, sitiari umoja ni nguvu, takriri au radidi moyo, tanakuzi mfua najua na hao onea kijicho Swali la da: eleza mambo sita ambayo yanafanikisha uwasilishaji wa kipera hiki. Kwa kubadili toni na kiimbo cha mwasilishaji. Kwa mwasilishaji kuzungumza kwa sauti ya juu inayosikika. Kwa mwasilishaji kutumia ishara vifaavyo. Kwa mwasilishaji kutumia viziada lugha na miondoko ya mwili. Kwa mwasilishaji kushirikisha hadhira yake,